Mabibi na mabwana, tunawaletea Mr. Money. Tuma, tuma pesa kwa spidi, usalama ni guaranti. Haijalishi ulivyo mbali, ni salama salmini papo hapo. Lipa luku, usilale gizani ya king'amuzi, ongeza salio chap chap. Kweli, mambo vipi? Mimi ni Mr Money na ninakuletea Airtel Money, njia nafuu, haraka na salama, kutuma pesa, kulipa bili, kuongeza salio na mengineo. Ukiwa na Airtel Money unaweza kufanya mengi zaidi kiuhakika. Kujiunga, piga nyota moja tano sifuri nyota sita sifuri alama ya reli.